Simba Sports Club inapeperusha e, bendera kule e, South Africa katika mchezo wa shirikisho barani Afrika, lakini mwamuzi alipangwa katika mchezo huu dhidi e, ya lakini amebadilishwa, amewekwa ame mwamuzi mwingine. Kwanza umelipokea hili Mandala, si? Tunapokea sisi, tunapokea kubadilishwa mwamuzi, sawa. hawezi kushindana na CAF. Na wewe je, unajua mwamuzi we, amemwona nini? Inawezekana tukamjaji vibaya kumbe ikatolewa kwa faida yetu sisi. Unajua hii vitu vipo positive inaweza kaa kwa hasara au kwa faida. Inawezekana labda wametolewa ile kwa faida yetu sisi, au inawezekana katolewa kwa hasara yetu sisi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tu focus katika pitch katikati. Narudia, Simba sisi tushazoea kupita katika mazingira magumu. Hiyo ndio Simba she. Wanasema na ma historia mbaya kule South Africa. Mnaweza msipite Mandala. Simba Sports Club. Hili iende natakiwa ina mazingira magumu. Historia mbaya South. Narudia. Simba Sport Club football from Tanzania and the South Africa hatunasema the four club from Africa the quality club. Simba Sports Club. Timu ya Simba ili iende inapaswa sisi tuwe na mazingira magumu. Simba tukipata matokeo kama yale hatoki. Simba anaenda. Yaani Simba akipata matokeo kama ambayo mnaona magumu. Simba anaenda. Hiyo nakupa clip, elewa mdogo wangu. Hila Simba ikiwa na uhakika wa kwenda ni rahisi kutolewa kwa sababu tuna relax. Kila mtu aplay part yake, lakini hii Simba kila mtu ana uchungu. Simba hawezi kutoka, Simba hawezi kutoka. Kuna utofauti mkubwa sana shee, kuna utofauti mkubwa sana. Tofauti upi, Mandala? Leo tunatangaza rasmi, kesho tunasafiri kwenda Zanzibar kwenda kwenye kombe la Muungano. Umeona utofauti huo n <laughs> Hauna utofauti huo. Leo tunatangaza rasmi kesho tunaanza kufunga safari kwenda Zanzibar kwenye kombe la katika michuano ya muungano. Alafu kuna mtu anasimama, wanasimba, kesho tunakusanyika, tunaondoka, tunaenda South Africa kwenda kwa ajili michuano yetu. Yaani, yeah. Hey, ni big difference. umeelewa? ni tofauti kubwa, huwezi kuweka chungu kimoja, Shere. Sikia, sisi wanasimba tuna program tunayo sisi tunachokiamini sisi hapa tunachokiamini, mashabiki, kazi yetu kuisapoti klabu na kuiunga mkono klabu na kuitetea klabu. Kisungule kasafiri leo, Kemsanda kaondoka leo, mashabiki, kibegi cha makombe kimeondoka leo. Shehe wale wameenda, amelipa hela zao mfukoni, shehe wale wamekata tiketi zao wale wameenda kuipambania Simba, kuichangia Simba. Hule ndo timu unavoipambania. Haiwezi kuipambania timu eti unalipwa hela ya kula, unalipwa hela ya guest, unalipwa hela sio ya nini. Wewe huipendi timu, wewe unanunuliwa kwa ajili ya timu. Yani shabiki, wewe na shabiki wa Azam hamna tofauti. Nisikilize. Ukiona shabiki eti uende kaangalie timu eti unalipiwa nauli, unalipwa hela ya kula, unalipwa hela ya guest, sijui unalipwa hela ya nini. Afu ndo uende wewe sio shabiki, wewe unanunuliwa. Narudia, ukiona naandaliwa kosta yeah. eti pandeni kosta bule yeah. sijui kwenda Manyara, sijui mkaangalie mpira, mnanunuliwa kila kitu, mnarudi. Nyinyi sio mashabiki, nyinyi mmenunuliwa. Yani nyinyi kitafsiri, tunasema machawa Yani ni watu wanaonunuliwa. Kwa hiyo mashabiki wanaonunuliwa hawana, yani mashabiki wa Yanga hawana tofauti na mashabiki wa Azam, mashabiki maslahi. Mwambie God Yanga atoe nauli yake aende South Africa, kama ataenda, kama kina Kisugu, mfuate mwalimu Yanga, akakata tiketi, akaishabikia Yanga South Africa, siku Yanga wakae, tuombe nini? si mashabiki wa Yanga, kina kidaki hili, tusifuge ujinga. Usione wa Misri, anakuja hapa, anatoa nauli zao, shehe alipina klabu wale, ule ndio mpenzi wa, tusi, wa, wa, wa, na wa, wa mpira We mpenzi ambaye usibi klabu ikulipie. Alafu eti unahamasisha eti Simba alipie. Sisi sio mavirete. Sisi sio makapeto. Sisi tunatoa hela yetu fukoni unalipa. Mimi nimeenda Zanzibar she. Zanzibar hapo. Nimetumia nauli yangu mwenyewe, nimeenda nimetumia hela yangu mwenyewe, nimeamka mwenyewe, nimerudi mwenyewe. Sisi tushambia klabu ya Simba, mashabiki wa Simba tunataka tusupport timu yetu. Hatutaki kulipiwa sisi sio makapeto. Kapeto ni, ni ule mtu no alaokaombaomba, mara kaombwe, yani kitendo cha kuishangilia timu ufanye kitu paka ulipiwe, wewe uipendi. Wewe upo kwa ajili ya maslahi, wale mashabiki wa Yanga godi Yanga, Yanga si nani, wapo kwa ajili ya maslahi. Mandala mahesabu ya poje kule South Africa amepata goli moja visiwani Zanzibar, sasa mchezeni wa pili huu na faida goli moja mtaji kwa maana wa celebrity yupo nyumbani anakuwa na, na faida kubwa sana. Mahesabu ya poje kwenda kufuzu kwenda hatua finali. Mwenye faida kubwa ni Simba Sports Club. Kama umjui labda ni wale shido. Nisikilize. Mwenye faida kubwa ni Simba Sports Club katika mahesabu ya sti, statistical data of football. Simba ndio timu pekee katika haya mashindano, ni ngumu kuifunga kwake. Yaani ngumu kuifunga ikiwa kwake, na rahisi kupata goli ugenini. Shehe. Hivyo unanielewa vizuri. Simba ndio timu pekee katika ligi ya Afrika sasa hivi kuifunga kwake ngumu kupata hata goli hilo moja. Ila yeye ugenini rahisi kupata goli. Asilimia kubwa mechi za Simba za ugenini zote kafunga goli. Na asilimia kubwa ya mechi za nyumbani Simba hajafungwa. Kwa hiyo kama kule kwetu hatujafungwa na tumepata goli, na kule kama ana uwezo Simba kupata goli, mechi rahisi kwa Simba. Simba kaenda kupata goli moja tu, mlima ndo unazidi kwa mrefu kwa wale. Mrefu wake upo wapi Mandala? Narudia. Simba akipata goli moja kule, wale wanazidi kuwa na mlima mrefu, ila wale wakipata goli moja kwa Simba, penalti. Hivi unaelewa vizuri, Simba akipata goli moja hawamo, wasipofungana hawamo. Haya, niambie, yani timu gani na mazingira magumu? Hebu niambie wewe hapo, yaani timu ambayo inakuja na options zaidi ya tatu? No. Listen to me. Simba ukipata goli moja penalti, mnaenda Usipopata goli haumo, nisikize vizuri. Akikufunga yeye moja, mlima unazidi kuwa mrefu. Nani anakuwa na option nzuri? Simba ndio timu yenye big option, sindio? Yaani Simba ukipiga katika mahesabu ya statistiko, Simba unaikuta na nafasi kubwa ya kufuzu. Simba ishaingiza mguu nusu na robo ya kwenda fainali kucheza kombe ya shirikisho. Simba tunataka tushangaze Afrika. Hii, Simba Sports tunaenda kuchukua ubingwa wa shirikisho, tunakuja. Mpanzu ndio mchezaji pekee alioleta kivutio hapa Afrika Tanzania. She hii nakupa sio hata Instagram upandishe, jamani watu wajue Mpanzu? Mpanzu kasababisha paka Uingereza, fuatilie ligi ya Tanzania, yaani Mpanzu kaja katia chumvi katika ligi ya Tanzania, imesababisha ligi kuchangamuka. She, wapinzani wote kwa pamoja wanampinga Mpanzu, sasa hivi wote wanamsifia

football from Tanzania Umeelewa? mpanzo Branch of mpanzo kuna Kid Dennis Branch of mpanzo kuna, kuna, kuna jichazi au Branch of mpanzo kuna Mtare. Hizo ndo branch of mpanzo oh. the revolution of football of Tanzania. Branch of mpanzo. Dennis, branch of mpanz ni mchezaji unaweza. Ni mchezaji mwenye high quality. Simba tunaenda kutoka kimasomaso, mdogo wangu, anzeni kutafuta kadi za Simba mapema, anzeni kutafuta kadi za Simba waandishi na waonya, tafuteni kadi za Simba yajaa, nafurahisha sisi sio matapeli labda kwa Jean Ahoua kumwambia Mandara Simba Zanzibar. Mashabiki wengi wanalalamika kiwango chake baada ya kukosa bao Simba ba ni kitu ambacho kimefanya Simba SC kupata bao moja kwa sifuri. Jean Ahoua ni mchezaji mkubwa mwenye profile kubwa, ni makosa yapo katika kifungu cha binadamu. alafu na kitu lazima mkijue, jamani, Simba hii msilazimishe fana Simba hizo za nyuma simba unayoiona msifosi ifanane na simba ya nyuma katika simba bora ambazo zijawahi kutokea katika nchi hali zetu za Tanzania hii simba katika simba bora wana simba sio tunakwambia acha na hao ambea mbea ndo tunakwambia eye simba yetu hajawahi kutoka simba bora kama simba hii kwa sababu hizo simba mnaoisifia nyinyi ambao mnasema simba bora tulishafungwa mechi mbili goli kumi hiyo Simba mnaosema nyinyi bora kina Kotei. Mechi hizo goli kumi. Hii Simba hii, Simba inakuja kutimiza ndoto za Haji Manara. Manara alimwambia waziri mkuu, anamwambia Simba itakuja kuleta ubingwa wa kafu hapa Tanzania, na mtu amini huyo, ni Haji Manara, sio mimi, shehe wangu Haji Manara, ndoto zake, akilala akiota, anaamini moyo wake, Simba ndo timu itakuja kuleta ubingwa Afrika. Afrika, Haji Manara moyo wake ndo unavyomsema, sio mimi Privadinho, ndoto zake zinakuja kutimia, sio mimi jama Privadinyo, narudia, tafuteni klipu she, Privadinyo ndoto zake zinakuja kutimia, kwa sababu ndoto za Privadinyo, anaamini Simba atakuja kuleta ubingwa wa kafu. Ndoto za Alikamwe, sheye wangu, mfuatilie Alikamwe, Azam TV ashaahidi kwamba Simba ndio timu itakuja kuleta ubingwa wa kafu. Kwa hiyo Simba inakuja kutimiza ndoto za watu wakubwa hapa Tanzania. Ndoto ya Alikamwe itatimia, ndoto ya Jimanana itatimia, ndoto ya Privadinho itatimia, kwa ajili ya Simba kuleta ubingwa wa Afrika, kwa sababu walisha tabiri wao, sisi nani tukatai? Kama wapinzani wametabiri, sisi nani tukatai? Simba ndio timu itakuja kuleta ubingwa wa Afrika. na ndio Simba yenyewe hii. Na Jimanana alisema Simba italeta, ndio hii sasa, watakaobishana naye Simba ya mpanzo kwa condition mpanzo, mpanzo style umeona wa, mzigo. Umeona mpanzo style? Huu oh, mzigo inaitwa mpanzo style. Na hizi nitanyoa hizi paka mpanzo aondoke. Yaani kila kinyoa apiga style, mpanzo style. Piga sijawahi kupiga wei, lakini kwa, kwa nidhamu na taadhina mpanzo lazima nipige. Bosi wangu mimi nimemuomba bosi, kwa jinsi ninavyompenda na mpanzo, naomba nipige wei kwa ajili ya mpanzo. Nimemuomba mimi bosi hivi. Jinsi ninavyompenda mpanzo, naomba nipige wei kwa ajili ya mpanzo mimi, msikitini sikuzi nikaenda na baba garashia kwa ajili ya mpanzo. Kwa nini usinjoy? Kuna mtu kama mpanzo? Kwa hiyo Simba inaenda kutimiza malengo ya watu wengi hapa Tanzania. Haji Manara ndoto zake zitatimia, Privadinho mwana Simba mwenzetu itatimia ndoto, wote ndoto zao zitatimia. Jana nilimsikia afisa bali wa mawasiliano wa Africans Ali Shabani Kamwe akisema Eh, wao wanaenda visiwani Zanzibar kule katika michuano ya muungano. Muungano cup. Ehe, like, muungano cup. Muungano cup. Wao so kama nyie. Goli kubwa. Chazi yau anaenda kukosa. Wao kigoli hichi kidogo dogo tu, lakini kinazizikiwa aenda kupata. Sasa kucheza na nani na miembeni sa kigoli kidogo hatuja kataa. Unacheza na nani? Tafsiri tumeona leo. Simba hapa, juzi hapa. Mameli kwa mameli, maboti siku watu, wavuvi, wanne, wale. Wakojani. Tena, wakojani watatu ndio mwapokea Yanga. Wakojani hao watatu sisi tunaenda Zanzibar, Zanzibar zanzi imetikisika. Tumeenda Zenji, ile barabara zimefungwa zote, pa kupita hamna, magari yamegeuzwa piteni huku. timu imekuja, timu kubwa. Timu namba 4 Afrika imeingia Zanzibar. Wazanzibari wamefurahi. Watu wameenjoy, Wazanzibari. Tumeenjoy. Wanangu wote wa Zanzibar wamefurahi. Kwa nini wasienjoy? Simba Sports Club, the international football. Timu ya kimataifa, huwezi kufanisha na hivyo vitakataka vingine. Tupa huko vyote. Tupa! za kulikia katika mechi yenu ubaya ubora unaendelea mandala ubaya ubora pohii upo hii inaitwa ubaya ubora inaitwa season ya mwisho ndio hii hapa yani season ya mwisho the body, the body of back ndio hii hapa ya mwisho season ya mwisho ndio hii hapa ubaya ubora inaisha sisi sio wao yani sisi sio matapeli kama wao wa wazulumu wao yani wa, narudia wao wawazulumu wanachama wenzao wakalipe kodi za nyumba. Sisi hatujawatuma, sisi sio vinjanja shehe. Sisi hatuwezi kuweka dona ili kuchanga hela. Kila kukicha shughuli aziishi, yani Yanga kila kukicha shughuli aziishi, kumbe mchongo mpango mzima apate hela za kulipa kodi. Yani vijumbe wale, unaona wale vijumbe, wale vijumbe nani, kijumbe wale vijumbe kodi Yanga kijumbe mwalimu Yanga kijumbe wote vijumbe unawaona. Sisi tunajua timu ina, ina, ina, ina, ina mashabiki South Africa shee.